Endelea kuangazia mzozo wa kivita kati ya Israeli na Iran, tunafahamishwa kwamba waziri wa ulinzi wa Israeli anasema kiongozi mkuu wa Iran, Ali Khamenei, hawezi tena kuruhusiwa kuwepo, baada ya hospitali ya Sokora kupigwa wakati wa shambulio la kombora la Iran, kulingana na vyombo vya habari vya ndani na shirika la habari la AFP. Akizungumza na waandishi wa habari huko Holon karibu na Tel Aviv, Israel Katz aliripotiwa akisema Khamenei anatangaza wazi kwamba anataka Israeli iangamizwe. Yeye binafsi anatoa agizo la kufyatua risasi hospitalini.